Mpya kabisa uliozinduliwa hivi karibuni. Niseme tunajivunia TBC kuwa na gari moja matata sana la matangazo ambalo kamera zake ni nyingi kupita kiasi. Mimi niko nje kabisa ya ukumbi na nitaendelea kuzungumza na wajumbe wa mkutano mkuu ili waweze kutuambia ni nini wanachokiona kuanzia mchakato ulipoanza hadi sasa hivi. Nazungumza na mjumbe kutoka Mara, atajitambulisha majina yake, alafu atatuambia, tutazungumza mengi utayasikia. Karibu mjumbe, jitambulisha majina yako, zungumza na Watanzania. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi kwa majina naitwa Joshua Mirumbe ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa kutoka wilaya ya Bunda. na furahi kwanza ni wapongeze TBC kwa kurusha haya matangazo live na kwa kuwa na vyombo vya kisasa vya kuonyesha kwamba mnaweza kuwahabarisha kuwa Watanzania vizuri, na pili ni washukuru kwa kazi nzuri mnayofanya ya kutangaza mkutano wetu. Ni mkutano wa kihistoria, tuko kwenye ukumbi wa kisasa hii ndio kazi nzuri ya Chama cha Mapinduzi, na sasa tunasema kwamba mchakato wa uchaguzi wa kumpata anayetarajiwa kupeperusha bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi umeenda vizuri. Hii ndiyo CCM ya Mwalimu Nyerere, CCM tunayoifahamu ambayo itachagua kiongozi bora mahiri na makini kwa kuinadi kunadi Chama cha Mapinduzi, kusimamia ulinzi wa nchi pamoja na kwe, kusimamia maendeleo ya Watanzania. Asante sana. Huyo ni mjumbe kutoka mkoani Mara. Nitageuka upande wa pili, nitazungumza na mjumbe mwingine. Unazungumziaje demokrasia ndani ya chama cha mapinduzi, kuanzia mchakato ulipoanza kuchukua fomu na hadi sasa? Na je, mnakoelekea katika uchaguzi mkuu, umoja wenu ukoje? Eh, mimi naitwa Masubo Julius Kambarage. Mimi natoka mkoa wa Geita, mjumbe kutoka mkoa wa Geita. Kwa kweli katika demokrasia imefanya kazi, chama cha mapinduzi kina taratibu zake za kupata wagombea kwa hiyo watu walikuwa nadhani kabla tumepotea, lakini ndio taratibu zetu naanza mchakato kabisa mtu anachukua fomu na hatimaye anakwenda kwenye vikao vinavyohusika na baadaye uteuzi unafanyika. Pamoja uteuzi kufanyika lakini wajumbe bado wana nafasi ya kumchagua kiongozi. Kama ilivyochagua usiku wa jana tumewachagua viongozi ingawa tunapata matokeo lakini demokrasia imefanya kazi na mtu akapata. Mshikamano tulionao ni kwamba baada ya watu kushindwa katika uchaguzi ama kutopata kula kutimia bado wanaungana kwa kitu kimoja na wote wanamtafuta mgombea mmoja wanamfanyia kampeni. Kwa hiyo mgombea atakayepatikana leo ndiye mgombea wa chama cha Mapinduzi, wala sio mgombea wa mtu mwingine, na ataongoza nchi nzima, na tunadhani sisi kama Chama cha Mapinduzi ndio chenye nguvu chenye madaraka na chenye uwezo wa kuongoza wa Tanzania. Asante sana. Hayo ni maneno ya wanasiasa ukiwapa microphone, anazungumza anaweza akazungumza mpaka asubuhi. Mheshimiwa Sha, tumeona katika tatu bora wako wanawake, unataka kutuambiaje kwamba sasa hivi wanawake wameamka? Eh, wanawake wameamka na wana haki kama binadamu wengine, kwa sababu hili ni umbile tu ambalo Mwenyezi Mungu ametuumba kwamba huyu atakuwa mwanamme na huyu atakuwa mwanamke. Kwa hivyo kuanzia binadamu mpaka viumbe wengine pia, wanyama na wengine wadudu. Sasa hili ni jambo lao na ni haki yao, na mchakato kama ulivyoona na jinsi uh, uongozi ulivyoweza kuteua na ukathamini juhudi za kina mama na ikaweza ikawaweka wawili na hatimaye mwanamme mmoja. Sasa kupata mwenyewe tunasubiri tu mchakato, lakini nilichofurahi kwamba timu iliyochaguliwa, timu yote ni nzuri kwa sababu hata ukiangalia historia ya upekechuaji wa jinsi ya kutafuta e, kuutaka urais hawakushughulika sana, wala hatukuona vivumbi vikubwa kwamba huyu kafanya hiki huyu hiki huyu hiki, hata kwenye vyombo vya habari ilikuwa hakuna, lakini Mwenyezi Mungu alilolipanga ndio limekuwa. Watatu wale wameteuliwa, na naamini kati ya hawa yoyote yule ambaye atatoka leo basi, nafikiri atakuwa kiongozi mzuri. Kwanza kitu cha kuringa kwamba hatujawahi kusikia wala hakuna mtu atakayejifanya yeye mpambe bila yeye yule mtu asinge, a asingepata asinge ile nafasi kwa maana kila mmoja alitegemea Mungu, alitegemea sala zake na ibada yake, ndio ametufikisha kwa wanachama sisi tuliweza kuamua. Nachoomba kwa yeyote yule ambaye amepata bahati, atakayepata bahati ya kuishika bendera na kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika taifa hili kwa wananchi, mimi naamini ajihadhari sana sasa hivi na suala hili la kushughulika na rushwa, kitu cha kwanza unaona wao, Mungu, jinsi kila mtu kaona hakuna aliyetumia hata shilingi. Sidhani kama wametumia hela zaidi ya zile walizotumia kulipia eh, ada ya kuchukulia fomu. Unaona, kwao hapa ndo Mungu alipo, ana uwezo kuliko hela. Kwa hiyo, Watanzania chagueni viongozi bora, tuko hapa katika kumchagua na naamini leo Mungu atatoa tamko kupitia viongozi wetu kuweza kumpata kiongozi yule ambaye ameridhiwa na wanachama Chama cha Mapinduzi kwa niaba yenu kwa niaba ya nchi. Kwa hiyo naomba sana, na wale watakaofanikiwa, yule atakayepeperusha bendera ajihadhari na kubeba watu ambao wanaweza kuja tena kuiharibu na kukiharibu chama chetu cha Mapinduzi kwa kutumia hela au kujikomba, ili sasa wapate nafuu ya biashara zao waweze tena kuleta mizunguko na tunahitaji. Asante sana, asante sana mheshimiwa sha, hiyo ni moja moja mafya. Tunaendelea kuzungumza na makada wa chama cha mapinduzi. Mheshimiwa, unazungumziaje umoja wa chama cha mapinduzi na mnapotoka hapa kuelekea kwa wananchi, mnaenda kuambia wananchi wafanye nini katika swala zima la mshikamano? Ninachofurahi ni kwamba Mungu alishapanga mgombea, sisi tulikuja kutimiza tu, lakini hata nyie TBC kwanza nawapongeza kwa sababu nafanya hata huko tunakotoka tunaonwa, unajua wale wananchi wa kule TBC, sasa hivi mmepanua wigo wote, wanaona huko wanatuambia, tunafurahi sana kwanza. Mungu awabariki nyinyi wafanyakazi wa TBC. Pili, mmoja wetu imeonekana, rais atakayetokea hapa, mgombea rais huyu ndiye atakuwa rais. Unajua walirudishwa hapa, hawana makundi, na ukisharudisha mtu ambaye ana makundi, makundi yanakufa. Na ndio maana jana uliona wagombea wote walikuja humu, lakini mimi najua tulishapiga kura jana, leo tunakuja kutangazwa matokeo na kutuletea makamu mgombea mwenza ambaye atakuwa yeye ana, anapeperusha ana, bendera ya CCM lakini na imani Chama cha Mapinduzi haiwezi kufanya kosa na wajumbe watapeleka mtu anayekubalika ambaye atapambana na ukawa na wapinzani wengine na tutawashinda. Mtu anayesimama kwenye jukwaa anajiuza mwenyewe, ndio leo tutasomewa hapa na nyie mtaona wenyewe. Asante sana, asante sana, asante sana. Hao ni wajumbe wanaendelea kuzungumzia masuala ya chama chao. Wewe na mimi tuendelee kuwatazama ili wakiendelea kuzungumza hapa, mtaweza kujua huyu anatoka wapi na anazungumza nini. Hao ni makada wa chama cha mapinduzi. Karibu mjumbe kutoka Iringa. Eh, unataka kuambia nini Watanzania? Uh, kwanza angalia kamera yetu, zungumza na wananchi. Ni, ni, ni wapongeze na CCM kwa ukomavu. CCM imekomaa, CCM iko juu kwa demokrasia ilitumika jana, tunakwenda vizuri. Niwaambie tu wana CCM wenzangu kwamba tumefika mahala pazuri, na mgombea ambaye Mwenyezi Mungu ametuletea ni safi kabisa, tutashinda kwa kishindo. Asante sana. Karibu tuzungumze hapa, tunaye vile vilevile kijana hapa. Tazama kamera yako sasa. Wewe ni kijana, mnahudhuria huu mkutano, unadhani mgombea atakayetoka hapa kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, damu ambayo inachemka, mnaenda mnaweza kwenda kumnadi akaweza kugombea na akaweza kuwashinda wapinzani? Maanake wapinzani nao kule wamejiandaa. Naam, ndugu mtangazaji, napenda kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuongea nanyi. Kwanza napongeza TBC. TBC ni chombo ambacho tunaona kwamba kinafanya kazi vizuri na kinawajulisha Tanzania kitu kinachoendelea hapa Dodoma. Ni kweli sisi kama Umoja wa Vijana tunasema kwamba kwa hawa wagombea waliotangazwa Chama cha Mapinduzi jana wale watatu wote ni wazuri, lakini tunaamini kati yao mmoja atakayetoka ndiye atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, na sisi kama vijana tumejipanga, tuko sawa sawa, tayari kwa mapambano haya ya kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashika dola, na ni wajibu wetu si umoja wa vijana kuhakikisha chama chetu kinaendelea kushika dola, na tumejipanga sawa sawa, na kada atakayeteuliwa leo moja kwa moja tunaanza kazi tuanze kuhakikisha chama cha mapinduzi kinaingia madarakani. Asante sana mtazamaji popote pale ulipo, TBC Taifa, TBC One, ZBC. Pongezi zote unazisikia pale, chombo chako cha umma kinaendelea kupewa pongezi hapa kutokana na matangazo haya, jinsi tunavyoarusha, hatuna upendeleo. Tunazungumza na makada wa chama cha mapinduzi kutoka nchi nzima, Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Karibu mheshimiwa, tazama kamera yetu ujitambulishe, unatoka wapi, unaitwa nani na unataka kuambia nini Watanzania? Mimi kwa jina naitwa Kastuli Safari Teko, natoka mkoa wa Arusha. Kwa kweli tunalo ulisema, ni kwamba hali yetu kwa ujumla wetu, hali ya sisi ni nzuri. Sisi tumefanya kazi nzuri kutoka mchakato, kutoka watu 38 saa hizi tuna watu watatu, na ameeleza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi jana kwamba atakayepatikana kutoka hapa ana uwezo kumembe, kupeperusha bendera yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa hiyo ukweli ni kwamba kwa kweli katika watu watatu tulionao, wote ni watu ambao kwa mnada, kwa mbele ya wananchi watafaa, na imani yangu ni kwamba CCM itashinda, na kushinda, na kushinda daima. Asante sana. Hao ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Wao wanasema kwamba wenyewe ni kitu kimoja, wataendelea kuwa na nguvu moja, mshikamano, na kudumisha amani. Na mnapoelekea kwenye uchaguzi, unataka kuniambiaje? Mtadumisha amani? Mtafanya kampeni ambazo hazitakuwa na vurugu wala kutishia amani ya nchi? Ndio, mimi naitwa James Januari, mimi naitwa James Januari, natoka Tabora wilaya ya Uyui, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Naamini kabisa CCM tunatoka hapa tukiwa wamoja, tukiwa tumeshikamana. Mgombea atakayeteuliwa siku ya leo tutaenda kushinda, naamini mgombea atakayeteuliwa siku ya leo ndiye atakayekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania na ndio mwenyekiti wa CCM wa taifa. Mimi naamini wana CCM wote mlioko mikoani, naamini Arusha, Tabora, Kigoma, Shinyanga, wote tuungeni mkono kwa mgombea yeyote atakayeteuliwa katika ile tatu bora naamini wana CCM tutashinda. Hizo ni tambo za watu wa Chama cha Mapinduzi, wanasema wanaamini ya kwamba mgombea wao atakayetoka hapa ndiye atakayekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi hatujui mkutano mkuu ndio utakaosema hapa, lakini kampeni zenyewe na hatimaye kwenda kushika dola ni uchaguzi mkuu utakaokuwa umefanyika hapo Oktoba. Tunaendelea kuzungumza. Jamani, naombe ndio hata nizungumze na, na, na, kutoka Zanzibar kidogo. Tafadhali. Wajumbe kutoka Zanzibar nao wapate nafasi ya kuzungumzia. Mheshimiwa, karibu. Asante, asante. Habari ya Zanzibar? Salama. habari ya Dodoma vipi? Baridi tukum. Tukum. Itazame kamera yetu, zungumza na wananchi. Hebu taja majina yako, unatokea wapi, halafu utuambie una lipi la kuambia wanachama wa chama cha mapinduzi lakini wa Tanzania kwa ujumla. Asante sana. Mimi naitwa Mahmud Thabit Kombo, ni mwakilishi jimbo la Kembe Samaki, pia naibu waziri wa afya Zanzibar na mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. E, kwanza nawapelekea salamu e, ndugu zangu wote wa jimbo la Kembe Samaki kwamba kwa, kwa sababu kwao kwa, kwa kura zao ndio leo tumeweza kufika hapa na kuweza kukifanyia kazi chama chetu cha Mapinduzi. Lakini naomba Watanzania wote waondoshe hofu, CCM iko imara iko pamoja, tumeshirikiana tuko kwa upendo kabisa, na leo Mungu akitujalia, muda si mrefu, hapa mambo yatakuwa mazuri. Eh, atatoka rais na mgombea mwenza. Mimi naita rais kwa sababu CCM ishashinda tayari.